Kuhusu maombi yanayojibiwa ni jambo muhimu sana kufahamu. Moja kati ya urithi wa ajabu sana ambao mtu anaweza akaupata katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kiimani ni kuwa na maombi yanayojibiwa. Moja kati ya silaha nzito sana ambazo Mungu ametupatia ni silaha ya kuomba. Ila unapokuwa peke yako, unaombaje? Hakikisha unaomba maombi ukiwa umejiandaa. Kwa mfano mimi nina utamaduni ambao Bwana alikuwa amenipatia miaka kadha wa kadha iliyokwisha kupita kwamba kila asubuhi ninapoamka, wa kwanza kuzungumza naye na maneno ya kwanza yanayotoka kinywani mwangu sharti yawe maneno kwa Mungu, yaani maombi, kabla ya mambo mengine yoyote yale. Kwa sababu hiyo haina maana kwamba uombe ukiwa katika hali ya kuchoka, katika hali ya uchovu, katika hali ya usingizi, katika hali isiyofaa. Hapana, jijengee utamaduni wa kuandaa maombi yako unapokuwa na unaomba wewe mwenyewe. Hakikisha una utulivu wa akili, utulivu wa moyo, maandalio ya moyo na maandalio ya mwili pia, wakati unaenda kuomba, ni moja kati ya siri ya kufanya maombi yako yawe yanapokelewa na yanajibiwa. Wengi wanapenda kuomba wakiwa wamechoka kabisa, wana njaa sana, wana usingizi, wana uchovu na kadhalika. Humpi Mungu kilicho bora, wakati siri ya maombi yanayojibiwa ni wewe kwenda kwa Mungu kama dhabihu iliyo njema iliyo safi iliyo kamilifu takatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu hiyo jifunze kuhusu dhabihu iliyo njema na takatifu ni ipi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha mambo ya Walawi habari ya dhabihu na habari ya makuhani kwamba kuhani atapaswa kuwa katika hali ya usafi wa nafsi, akili na mwili pia. Na dhabihu inayotolewa itapaswa kuwa dhabihu iliyo safi, nzuri, njema kiafya, iliyokamilika, isiyo na uharibifu wowote katika viungo vyake iliyo safi na ya kupendeza na ya kuvutia. Jifunze kujiandaa kiakili, moyo na mwili. Wakati unamwendea Mungu, andaa moyo wako kwa kuimba nyimbo za kusifu na kumwabudu na kumtukuza Mungu, kwa kutafakari neno la Mungu. Kisha mwili wako uwe katika hali ya usafi, hata akili yako iwe katika hali ya usafi. Halafu piga magoti, mwambie Bwana, ninakuja kama dhabihu iliyo njema takatifu na ya kukupendeza. Nisikie katika hili, na katika hili, na katika hili, kwa sababu ile ya maandalizi katika mwili hata akili yako na roho yako inakupa kuweka uthamani wa yale maombi, na ajionavyo mtu nafsini mwake, hivyo ndivyo alivyo. Unakwenda kuona majibu kwa haraka. Jitahidi kila wakati kujiandaa Usizoe kuomba ukiwa katika hali ya usingizi. Tenga muda kabla ya usingizi haujaja. Hakikisha umeamka asubuhi, unataka kufanya maombi, nenda bafuni, oga, jiandae vizuri, vaa vizuri, halafu piga magoti, anza kusema na Mungu. Maombi yenye maandalizi yana matokeo zaidi kwenye, kwenye, kwenye uzoefu wangu wa kiimani kuliko maombi yasiyo na maandalizi. Kama una njaa sana Kula chakula vizuri, uwe umekaa vizuri, halafu piga magoti, anza kusema na Mungu. Kama una usingizi, hakikisha unafanya muda wa kabla ya kulala na kabla usingizi haujaja, uwe na nafasi ya kumwabudu Mungu, kumwomba Mungu. Ukiwa katika hali iliyo nzuri kiakili, kimwili, kiroho na nafsi, hakika utaona mpenyo usiokuwa wa kawaida kwenye maombi yako. Siri hii inakusaidia kutokumpa Mungu kilicho kinyonge. Mpe Mungu kilicho bora. Muda ulio bora, akili iliyo katika hali ya ubora, nafsi iliyo katika hali ya ubora na mwili pia ukiwa katika hali ya ubora wake kabisa katika siku yako. Huo muda ulio bora kabisa, hali iliyo bora kabisa. Hiyo mpe Mungu utaona majibu. Hii haina maana ukiwa mgonjwa usiombe. Hii haina maana ukiwa usingizini usiombe. Lakini jenga utamaduni wa kumpa Mungu hali iliyo bora zaidi ya mwili wako, akili yako, nafsi yako na moyo wako kama muda ulioutenga kwa maombi. Utaona majibu kuliko kawaida. Kumbuka maandalizi ya moyo ni mazuri, maandalizi ya akili ni mazuri na maandalizi ya mwili ni muhimu. Wakati unapoenda mbele za Mungu. Bwana akubarikie, fanya kama walivyofanya mababa wa zamani na hakika utaona majibu kwenye maombi yako. Amen.